Leo nilikuwa sijisikii kufanya kitu chochote leo. Nimeamka, mwili wangu umechoka, najiuliza, ah, si bora na leo tu ni chill, nisiende gym, nisiangalie emails, nisiangalie vitu ambavyo natakiwa nifanye, yaani hata si nieke pembeni. Lakini hapo hapo ndio ndipo nilipojiuliza nikajikumbusha Sa so, usipoangaliwe mwenyewe email zako, usipoenda gym, nani ataenda kwa niaba yako? Nisipofanya vitu ambavyo vinavyotakiwa nifanye ili niendelee, nani atanifanyia kwa niaba yangu? Hapo ndipo nilipokumbuka kuwa saa nyingine, kuna siku zingine utakuwa hata aunaamu, utaona kama kila kitu unachokifanya hakiendi kama utakavyo. Utaamka, utajiona mchovu, hautaki kufanya kitu chochote, lakini haimaanishi kuwa upotezee vitu vyako, lakini haimaanishi kuwa usifanye vitu ambavyo unataka uvifanye, malengo ambayo uko umeyapanga, fanya hivyo hivyo. So nikaamka nikajipush, nikajiambia Dennis, fanya hivyo vitu, utakuja ujikumbuke, fanya hivyo vitu so nimeenda gym, nimefanya vitu vingine ambavyo nilikuwa natakiwa nifanye. Na hii ni mfano mzuri kwetu sisi wote. Kuna baadhi ya vitu, kuna baadhi ya siku itakuwa kama hatuna nguvu, hatuna hamu, hatuna hamu ya kusoma, hatuna hamu ya kwenda kwenye biashara zetu, hatuna hamu ya kuenda sehemu ambayo tunatakiwa tuende muhimu, lakini itatubidi twende hivyo hivyo itatubini tufanye hayo mambo, kwa sababu tukija kumaliza kufanya mambo ambayo tunatakiwa tufanye, tutafurahi tutajipongeza, tutajiambia ndio, hata kama uko ujisiki vizuri, lakini umefanya hilo jambo. Ndio, hata kama uko umechoka, lakini umefanya hilo jambo. Sasa hii tu ni ukumbusho kuwa amanishi kila siku utakupona nguvu utakuwa unatamani ufanye vitu ambavyo umejiwekea maamuzi unafanya kila siku? Hapana, kuna siku nyingine utakuwa mchovu, lakini fanya hicho kitu, lakini fanya vitu ambavyo umevipangia wewe mwenyewe. Baada ya miezi sita, baada ya mwaka moja, utakuja kufurahia. Hata hapo kuchukua hii kamera, nilikuwapo naona kama nitapoteza muda, lakini nimechukua na rekodi ili we ukumbusho kuna siku zingine hatutotaka kufanya vitu vya muhimu, lakini tutavifanya vivyo hivyo kwa jiko, tunafahamu umuhimu wake. Hata kama ndo tunaweza tukasema, ah, ni siku moja tu, tukikosa siku ya leo hamna shida. Lakini hiyo hiyo siku moja inaweza ikakusaidia, au ikakuletea mteja, au ikakupa moyo wa kuendelea kufanya na kupambana na kufanya tena kazi ndani ya wiki zingine zijazo, lakini siku moja inaweza kukuletea mteja ambaye akakuungisha na akakupa faida ndani ya wiki moja ijayo. So wewe, hata kama kuna siku nyingine au na hamu unaona kuwa umechoka, ni kawaida, wewe ni binadamu, sisi ni binadamu, ni kawaida. So fanya hivyo hivyo hata kama hujisikii vizuri jaribu ujipe nguvu. Hata kama huna hamu ya kwenda labda kufanya mazoezi jaribu kuvaa nguo, nenda jimu au hapo hapo nyumbani kwako fanye mazoezi. Ukishaanza utajisikia kwa ha, mbona kama naona nipo vizuri? Mbona kama ule uchovu wote sina? Mbona kama ni tu sijachoka? nimemwania kieni mwangu. Na ukimaliza kufanya mazoezi basi hapo ni lazima uwe na fula, lazima uwe proud nawe mwenyewe, ujiambie kuwa ah, nilikuwa nimechoka, lakini angalia nimefanya mazoezi, nimefanya mazoezi kitu ambacho ilikuwa nimejiambia kuwa nitafanya. Sasa kuna siku zingine zitatokea kama hivi tena, sana sana kipindi hali ngumu, lakini haimaanishi kuwa inabidi ujiachie, haimaanishi kuwa unabidi upotezee, ujiambie kwa siku ya leo basi We tuendelee, jipe moyo na fanye ile jambo, bwana anatakiwa ufanye hivyo hivyo.